ya mbogo mbogo, azuiliwi au simba azuiliwi? Nilishawaambia kwamba simba akitaka kumshika swala, swala awazi, swala atasema nini? Mnaelewa? Amina. Akitaka kumshika swala afanyaje? Awazi swala anafanyaje? Yani awazi swala, siko ndio? Mnaelewa ile logic yao? Yani yeye simba anachotaka ni chakula, sio kwamba hivi swala ataniona nje. Haleluya, pokea yoro ya simba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

malaika yupo lakini uamuzi ni wako, na anajua huyu ametoka kuomba, sio ametoka disco, sio ametoka pachafa, ametoka madhabahu. Kwa anajua mtume, anajua ni ipi, anajua wacha kwa kae vipi. Mpigie Bwana wangu ndio anazidi kuingia. Jamani tumia. Mpigie Bwana makofi na mimi. Tuna tuna mtume wako anafuata kwenye tope hivi. Joana pepo. Kuna watu wanajaribu biashara mara kadhaa hakuna kitu. Anaweza kaenda bila kachukua na milioni 20. Ile milioni 20 kairuka wote. Kuna watu wenye ndoa, watawali ndoa. Dada mmoja akanipigia simu jana. Akanambia mtumishi Bwana asifiwe. No, sa jana saa sita kama na kitu hapo, mtumishi usiku, mtumishi bwana asifiwe, amina, auogopa mtu akakuwa na shida, hamna. Sasa hivi kuna mume wako hamna, takriban na ndoa yako hamna, amekaa bwana. Sasa mtumishi akambia, amina, naendelea aje yake safi na iko funi kwa zmfrani yeye, karibu eh, hey, mtumishi eh, hey, mimi nampenda mume wangu sana lakini mume wangu hataki kuniona wala hata kabisa hata kuzungumza na mimi. Wiki mbili tumeshapanga hivi na hivi na hivi na ujauzito. Hey, na yeye anapeleka shoka eh hey. Kambia njoni kuone madhabahu nikufundishe jambo ndana. Kaambia amna, mwenda kwa watu wana matatizo, lakini kuna namna wanakuwa block ina kuzimu. Bwana anaweza pia sifa, inawezekana biashara yako au wako wazuri wanaopaswa kusogelewe wakazui wa 8. Anasemaje mtumishi wa Bwana? Tusome kitabu cha Zaburi Mstari wa nane. Ndio. Waliojua wao umewate, umewatenga nami mm -hmm. Umenifanya kuwa chukizo mm -hmm. kwao mm -hmm. nimefungwa wala siwezi kutoka. B, kuna watu wana baraka zako, kuna watu wana maisha yako, lakini wamefungwa wasikufikie. Na wamesema, Daudi amesema, wa, nimefungwa wala siwezi kutoka. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ndio mtu wa, wa kuingia ndani na kuwaambia watu njoo, nimfunguliwe kwenye madhabahu. Haleluya. Sio kama unaona mtu labda ni mzuri, amevaa suti amependeza, ndani ana matatizo. Wengine mambo ni mengi yanayoendelea katika mambo ya kiroho. Amekosa mtu kumwambia, twende kuna sehemu kuna moja mbili tatu. Haleluya. Bwana Yesu apesifa. Wanijua. Muulize mzako, wangapi wanaokujua na wao wametengwa na, na, na wewe kwenye msaada kabisa. Eh? Inawezekana ni mmoja wako ana msaada na wewe ametengwa. Hakuna mawasiliano na wewe. Inawezekana like ni, ni, ni ofisini kwako unafanya kazi vizuri kabisa, lakini bosi wako aoni kwa sababu unafanyaje kufungwa. Unafanyaje kufungwa? Mtu aliyofungwa aonekani. Mtu aliyofungwa hawezi kujisaidia. Mtu aliyofungwa hawezi kwenda popote. Mtu aliyofungwa hawezi kutawala. Ndio maana baada ya kuumbwa mwanaume na mwanamke, akasema akawabariki, akawambia zaidi, mkaongezeke, muende mkatawale. Mtu aliyofungwa anatawala? Anatawala, wanatawaliwa anatawaliwa walijuao wamefungwa. Sema Bwana Yesu, maisha yangu aliyofungwa maisha yangu aliyofungwa leo, leo, yafunguliwe, maana ni haki yangu kutawala, maana ni haki yangu kumiliki, maana ni haki yangu kuendelea mbele. Watu wenye baraka zangu wanaweza wakafungwa wanaweza so kwa sifa wanaweza kufanyaje? Wakafungwa wewe kama leo leo, pengine labda ulistahili, pengine kuna mahali uende, ulitendeka kuna mahali ambao ufiki labda pengine, kuna mahali nitafika. Kuna mahali nitafika. Kuna mahali nitafika labda pengine umepaka wani, nikishasoma hapa nikafika hapa, kuna mahali nitafika. Kuna mtu anafika labda form 1, form 2, form 3, hapo katikati anapata mimba, ina maana hayo yote anafungwa ili asifanyaje, hii asiwezi kutoka. Wapigieni makofi watumishi wa Mungu. Karibu mama yetu, karibu sana mama, karibu, karibu sana na baba yetu, karibu sana. Haleluya! wanijua sema eh, bwana Yesu, wanaonijua wanaonijua waanze kunitafuta, mawasiliano mazuri yaliyofungwa yaanze kunitafuta. Unaweza kuwa umeweka simu yako tu ni msiba ya Kijijini hapa mama anaumwa. Bana ambe sasa tumekuwa nani mtaani pale. Sasa eh bana mimi sasa nikakataa. Vipi mimi kwa Dar es Salaam ndugu yangu. Hebu niambie bana ni mwana wa mwanajeshi ameenda si Malawi. Sasa mwanajeshi. Saibi, ni mwanajeshi sasa hivi ni kuanzia mwaka jana mwezi wa nane mpaka leo hatuna mawasiliano yote. Tunafanya biashara hakuna kinachoendelea. Hii nyumba unayoiona hapa tumekodisha kwa Dar es Salaam pale inalipwa milioni 3 na Ndiyo, kila baada ya muda fulani. Juzi, cha kushangaza, mtoto wangu ameugua, nimeenda nikampima, hela kidogo

yeye ndo maana akasema Daudi akasema pale, baada ya Mungu kuumba mwanadamu akasema, akawabariki akasema, zaeni mkaongezeke mkaijaze na nini na nini. Kapande kashuka, sawa, akaja hapo chini akawabariki akamwambia nende. Kwa nini watu hawabarikiwi? Kwa nini watu hawamiliki? Ndo maana Daudi anampenda Zaburi mia moja na ishirini na tisa. Naomba tamalize malize hapo, afunye ombi, watu nikaribisha ugeni wetu mkubwa. Hebu apigieni makofi na vigelegele. Kwa na mimi wetu roda hapa. Anaitajeka kwa mtume. Mama, yeah. Barikiwe nimejisikia kuongezeka. Amina amina. Mpige bwana makofi zaidi. Zaburi 129. Mara moja tunamalizia hapo. Nataka upate hasira ili tuone kwenye maombi kwa dakika moja mbili. Unakuwa una hasira unajua unaomba nini? Ndio. 129 someni wote. Yaani wote tupate kabisa ili upate hasira. Zaburi 129 mstari wa kwanza na wa pili. Moja mbili tatu. Mhmm mm yes. Ili Tumepishana jamani kidogo, tuanze. Moja mbili tatu. Mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, mm -hmm. Israeli na aseme sasa, uh -huh. Mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, mm uh -huh. Lakini hawakuniweza niweza, uh -huh. Tatu Wakulima wamenilima mgongoni eh, wamelima wame mgongoni mwangu mm -hmm. Wamefanya mirefu mirefu mifuo. Haleluya. Ya. Mara nyingi, Daudi niliwaambia, amesema amefungwa, wala hawezi kufanyaje? Hawezi kutoka. Awezi kutokaa. Hapa akasema mara nyingi wamenitesa tangu jana la pili, mara nyingi kwa kuna watu wanaoteseka tokea akiwa kijana, anaweza asiwe juzi. Kuna mama mmoja ajafika hapa, nikamwambia, mama, wewe ndio ulipozo mzendeo kijana, maana ndio wangu, lakini wewe ndio unamshika mkono no, na kumkuta kwenye maombi. Ina maana huyu mtu amepigwa ujanani. Haleluya! Kapigwa wapi? Amesoma vizuri. Eneo la pili, anaanza akaa kichwa kashughulikiwa Akawa elewi kitu, usomeshe mtoto, usomeshe kwambani, unalipa unafanya nini, unajinyima unafanya nini, unalala chini, alafu anaanza anza kumatunda kidogo, analipwa hapa. Kama ndo namshika mtoto kwenye maombi, Daudi akasema mara nyingi, ila Bwana akutoe kwenye kutiswa kwa jina la Yesu Kristo. Sema hebu, hey, Bwana Yesu, yote ile nitesha, awake moto. Kiwe, mikono iwake moto, ili nikamata, ili nitesha. Sema waka moto. Lazima upate asira kwamba unapoomba usiombe, unafanya unafanya lepushani, una, una yaani kama mtu mwenye raha unaomba kama kichaa, una, unajua ilioshaambia kwamba mfano mmoja ule mwanamke ambao amejua mtoto wake akafua kutoka kufariki, akasema hapana, siwezi beba mtoto anakufa tumboni mwangu. Akaambia Bwana akamlilia, mtoto wangu ni mzima, mtoto wangu ni mzima. Mtoto wangu ni mzima, madaktari wanamwangalia, nafikiri ni kichaa. Mtoto wangu ni mzima, amekufa, tukamlaze macho. Na mtoto wangu ni mzima, amekufa. Mtoto hajafa huyu bado, mtoto akapiga chafya, hajaangalia nini? Masikita. Haleluya! Pigeni Bwana makofi na vigelegele. Lakini amekataa. Ndiyo maana nawaambia, <tipulia> <tipulia> simba afikiri swala anawaza nini? Yeye anachotaka ni nini? Chakula. Sasa sijajua wewe unataka nini tumepishana. Ndio maana kuna wengine wameshinda kuja hapa mtumishi, mvua mvua lakini kwenye kazi. Eh? Kwenye kazi anaenda hata inyeshe vipi? Taenda, taenda suruali mpaka huko juu. Lakini kwa upande wa Mungu, mvua hali ya hewa hii hali inaonekana na, na jicho njiani. Kama mtumishi wa Mungu hapo kwa mafuta ya Bwana wamekanyaga tope. Hivyo hawasongelana kabisa. Yaani hao watumishi kutoka madhabahu wamekuja.

wamefanya mirefu mifuo yao. Wakulima wamelima wapi? Kuna watu wanakula juu ya migombo ya watu mm. ni kwenye ofisi, ni kwenye biashara. Mama fulani niletee kitu fulani, ina e maana wewe ndo unakuwa rais hasa. Wafanya biashara wanazungumzia mama fulani niletee hichi, ina maana mama fulani niletee hichi kwamba huyu mama, mama akimdalia na, kwa jina la Yesu Kristo awake moto kwa jina la Yesu Kristo. wamefanya mirefu mifuo yao mifereji yao kwao umekuwa mfereji wa kupitisha baraka tu. Nasema nao unazo hizo baraka, uzile kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu, kwa ni sababu ya mimi kuishi Bwana Yesu, kila madhabahu ya kunirudisha nyuma, kila madhabahu inayonisumbua, inayonitesha, inayonisumbua kwa jina la Yesu hiyo madhabahu hata iangoke hata iangoke Hebu na mbele za Bwana mwambie, Baba na kosa walani wa kutawala, na kosa walani wa kumiliki. Watu ni wengi wanaonichesha, wanaosumbua biashara zangu, wanaosumbua watoto wangu, wanaosumbua ndugu zangu. Hebu mwambie Bwana, wewe ndio msaada wangu, wewe ndio kimbilio langu, wewe ndio unayetosha Baba. Tunakuhitaje kuleo wakati mwingine wowote, watu wazuri wanaosu

Lazima kiende mbele, lazima kisonge mbele kwa jina la Yesu. Bwana Yesu ninakushukuru, kwa sababu ni mwaminifu. Ninaomba neema yako itendao miujiza iende kasidi kufanya kitu kwa ajili yetu, isituachi. Kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo, naomba mtu ambaye huwa anafanya vitu lakini havitimilizi ya yani, vinaishia njiani yani unakuwa ukamilishi vitu vyako, kama uko kimbia mbele chap chap, sababu ya muda unahitaji kuendelea mbele, una mbele wanaokutesha unataka Mungu akafanya kitu kwa ajili yao. Sema mbele. Mbele majeshi ya kichau Niachie, niachie, niachie, niachie, niachie kwa Yesu! Yesu, hiyo madhabahu, Baba, ninaachilia moto, moto. Yesu Kristo, inaachilia moto. Wachawi mnaosimama kwenye maisha au binti, mnaosema hata kama mfanikiwe, kimbia kwa popo la kibia, kibia cheo, mlosimama kwa alimu maisha yake na watamkia mauti. Unachilia mtu. Mwana Yesu, unaachilia moto, waachia kazi zangu, waachia watoto wangu, waachia mji wangu. Baba, ninakushukuru kwa sababu unaweza. Ninaomba neema yako kazidi kutimilika. Naomba watu hawa kupitia matamko tuliyozungumza, matamko tuliyotamka juu yao. Baba, tunatamka kwamba waende wakafanikiwe. Kila vizuizi, kila nguvu, kila madhabahu, kila uchungu, kila kuto kufanikiwa kukatwe ndani yao.